Ah, ndugu yangu naona mabalaa <laughs> na na remix, eh? Yeah, yeah, yeah. Remix ipo njiani ipo njiani pia inakuja. Hebu tupe remix basi Watanzania wasikie maana huu ni bugi sana a amisi ai izembe hira nyumbani kwetu si kila siku kunde na nita mama na tena ginyonge gila panapokucha kucha twashindia makadi Yeah. Nyumba ni shida, nyumba ni nuksi mm -hmm. Kula ubwa bwa pakaarusi, niambie misi ongopi toka nizaliwe, sijui chipsi ndomana mm -hmm. Sasa na chezanayeni anaye mwenye mana, leo ndo watu kuja kutia vk kuna kitu kimoja ambacho nataka kukuuliza, unajisikiaje unapotoa wimbo fukafungiwa? Najisikia ni unyonge, maana nilitumaini kuwa itakuwa ni njia yangu kwenye kuniamisha sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini ndio imetokea bahati mbaya hivyo, ameniambia kwa aina maadili. Yeah, najisikia ni unyonge, maana nilitegemea kwa chuma, ndo chuma natokea chini huko, chini huko ni aso nyingi vijana, huko kutoka mtiti, nikategemea ile pale itanipeleka mjini, japo kuna watu wengine wanaongelea mambo mambo mengine kusema imekuaje, imekuwa hivi, hmm. Lakini kule kwetu unajua, si ni uswahilini uswahilini kule, hmm. Kule sijui mkubwa hmm. Kufanya vile mbele ya mtoto ni kawaida tu huko, na sisi yale makuzi makuzi, nikategemea labda haitokuwa so hmm. E, ko nikaumiza kichwa nikabuni kile kitu, lakini kumbe ni jao. Hivi ina maana usipoimba vitu ambavyo ni vi, ni, vi, ni vi, vitu yaani, kwa sababu kisingeli kuna kuna baadhi ya maneno waga yanatolewa kwenye ule muziki ambayo mengine sio maneno ya rafiki, na hiyo yu iko wazi sana. Lakini kwani lazima uimba maneno ambayo sio rafiki ndio muziki ukubalike na kupendwa na watu? Kwa nini inakuwa hivyo sasa? Kwa upande wenu, labda nataka kujua wewe una, una mtazamo gani? E, yaani mtazamo wangu mimi ni itakuwa labda ni malezi kwa yale ambayo tunaolelewa kule uswahilini kwa sababu ishu ambayo iliotokea mpaka BASATA anafungia lakini, siku ile kwetu swahilini ndo kama nilivyoongea mara ya kwanza hapo, ni kitu cha ize, yani ni ize sana, ni ize sana. Kwa nika tumaini labda labda hiki akitoka kumfemu kufikia paka huko ZN okay. E, lakini kutokana na wengine ambao unaozungumzia au maneno ambayo okay. si mazuri pia, nayo ni malezi au ni vitabia tabia tu fulani ambavyo siku ile swahilini na vitapitia sana, lakini kama BASATA watapitia kule kwenda kutoa elimu ya kutosha, natumaini tutanyoka. Okay. mm. Uh, kuna kitu kimoja, kwa nini uandishi wenu huwa yani solo, uandishi ambao unadumu, yaani ni uandishi fani, lakini nyimbo itafanya vizuri, lakini baada ili ya hapo ni kama inachuja kwa haraka sana, kwa nini unafikiri inakuwa hivyo? Kutokana ni elimu tu, ni elimu ile ya kimziki yenyewe, pia ni hatuna maana waimba singeli wengi sana tunatoka swelini huko mitaani mitaani koo yale maadili maadili, sisi hatuna sana. Kwa hiyo unaimba wimbo unaweza kuona ni mzuri, lakini ukimpelekea mtu mwenye heshima yake awezi akaplay mbele ya mtoto, hata mwenyewe kusikiliza hawezi kuwa, uwezi ukadumu kupitiliza sana kutokana utadumu tu kwa mtaani mkubwa, hata respect hivyo yeah. mimi natumaini tukipata elimu ya, ya kutosha utafanya vizuri okay. Ni, ni wasingeli wasingeli ambao waliku bless wakati labda unaanza harakati za kuimba kwenye mziki wangu Uh, mi kukweli, paka kwa kweli alioni blessi mpaka kufika hapa kwa sasa hivi, ni projusa zangu UNESCO tumbadi akanipeleka paka kwa, kwa manager Barioso, au ndo watu ambao walioni blessi kwa sasa hivi. Kwa bado sijakutana na zile ambazo sija labda msanii huyu msanii huyu bado sijakutana hivi, muziki wa singeli maximum labda, kwa kwenye ambao labda ndo tuseme ndo upcoming Wage inachukua muda gani kutengeneza wimbo mmoja mpaka unakamilika kabisa, ni audio ile kwamba na vitu kama hiyo hizo bato na nini? Wage inachukua muda gani? Ile inategemea na mfuko wako pia, kwenye uandishi inategemea na kichwa chako. E, mwingine anaweza akaandika wimbo siku moja tu, lakini pia ikampelekea kuchelewa kutokana na labda pesa hana ku, haitabiliki kwa sababu wimbo singeli huwa tutabiliki. Kwa nini mtabiliki? Yaani tupo chini sana, yani tupo chini sana ni kipesa. Kipesa mm. <klimat nazi yapi> ina, ina maana kwamba msanii akiwa anafanya kazi kama i ya kwako ambao unaifanya wewe, kama wewe ni mwimbaji singeli, sio kwa maana kipato, kama unaanza sasa, kipato unakuwa unapata wapi ili kuweza ku maintain levels zile? Wengine wapo wanakimbiza bodaboda, wengine wanajishughulisha tu na kazi zingine ambazo wengine ni wajenzi, wengine ni nini nini nini wewe ulikuwa unafanya kazi gani before chochote? Ah, mimi nilikuwa tu nimpiga vigodoro vigodoro, yani ni MC MC hivi labda ee, eh tulikuwa nakimbiza hivi. E, na shughuli ya vigodoro vigodoro tu hivi kama mtu ana kishughuli chake. Mm. Eh, na kigodoro, na maana ukipiga kwa siku unaingiza kama shilingi ngapi hivi? Hamna, kwa mpo wengi, unaweza kushangaa kama sema kuna mtunzano mkubwa hivi. Unaweza kugana hata kama elfu kumi na tano kumi na tano ishirini nategemea yani E, lakini sasa inakuwaga tu yani, wiki baada ya wiki au kwa wiki mkafuliza mara tatu, maana zile si zinaenda? mm -hmm. E, kwa mawiki ilikuwa okay. Yeah. Kwa maana kwa mwezi sasa inakuwaje? Uh, kwa mwezi sasa hesabu inakuwa chenga kidogo hapo, maana mwezi mwingine kazi zinakuwa ndogo, mwezi mwingine kazi zinachanganya. Okay. Sofa uh, sasa hivi Badloso uko, uko chini ya Badloso. Badloso wa kubwa, Sergeant, Pateni, ya Badloso na Badloso pia tumeona amewahi kuwasimamia wasanii wakubwa kama kina Dogo Sergeant, kina Pateni amesha kuwa nao ku, karibu sana wewe. mm. Ukijiangalia sasa, unakwenda kuleta mapinduzi gani makubwa katika huu muziki, kwa sababu umeanza kwanza na kupigwa makofi kadhaa kwamba hatulia wewe. mm, mambo gani unaleta basi? yeah. mm. Kikubwa namhakikishia bro lioso pamoja na Nesco Mtumbadi, nitafanya kitu kikubwa ambacho nitaleta mapinduzi makubwa. Maana ukiacha na hiyo ambayo ilio trendi, ilikuwa ni ya nyuma kidogo, ila tu kutokana na kama tulivyosema, ni kipato kukutana mm. e, yani na mtu ambaye kidogo labda ma TikTok mkubwa nini nilikuwa, kidogo hali ngumu huko pale kapenya penya, penya wenyewe, maana ni nguvu tu wa wimbo wenyewe ndio umepenya penya, goma limefumuka okay. E, lakini zipo ambazo sasa hivi yani zipo mm. E, zipo nyingi sana sasa hivi, kumekuwa kuna kuna kuna hii tunaiona ina trend sana kwenye mitandao ya kijamii kwamba kuna kuna kuna watu ambao wanakuwa labda wanafahana wasanii fulani, kwa unakuta labda kuna kuna msanii fulani hivi anafananishwa na msanii fulani, mpaka mpaka na uvaaji e, labda mm -hmm. juksi fulani wa mchongo Diamond, wa mchongo mm -hmm. e, Mara Mario wa mchongo. Wewe ile idea unaionaje kwa upande wako, fanya vile Yani, impact yake unaionaje? Uh, inapendeza, inapendeza, inapendeza kwakweli. Unajua blo duniani hapa watu tupo wengi sana, alafu anapotoka hata mmoja mfanano wa mtu mmoja alikuwa mkubwa hali labda, eh, ya kuwa labda ni yaimbi, ila tu labda amependa tu amefanana naye kweli. Eh, ni kitu ambacho anaweza akafanya kamwingizia kipato pia, sio mbaya mbaya ni kuiba tui ni, inanipendeza ni okay. Maana hata juzi hapa nilienda na Nesco Mtumbadi pamoja na meneja hapo Balioso, tuliingia TikTok hapo tukawakuta pale pale, kuna Mboso wa mchongo ariosojuake na juksi nini, ilileta mvutio fulani, tukahisi kama watu wenyewe tunao pale, ilileta raha fulani okay. Kuna mmoja leo amesikika anasema kwamba anaimba kuliko Mboso na anafanya na anaje kwamba ni Mboso, na sasa hiyo nao know, uoni kama, kama labda maybe wanatumia majina ya watu vibaya. Na je kuna makubaliano yote ni sahihi mm hivi -hmm. Yaani leo nimeingia TikTok, si Mbosso anaimba kabisa huyu. <laughs> Nilidua bwana nilitulia, nikasina story naona namwangalia kwanza. Pakana kuja kuambiwa ah, wa mchongo. Wa mchongo maana kuna wengine nikaona chini pale lakini na juki siyo kina nani wakawa na panda panda kaona da, we acha lakini ile naanza kumwona tu hivi, da nikaenjoy, nikasema eh, Mbosso unayekaja hapa? Yaani tupo naye hapa. Yeah, basi kuna mawili matatu naweza nikapata, lakini kumbe ndio kama hivyo mchongo, lakini ileta raha pia, ileta raha pia. Bwana mimi nashukuru sana. yeah, unapatikana. yeah, vipi sasa kwenye mitandao ya kijamii sasa, watu wakitaka kuangalia hizo nyimbo zako ambazo sasa hivi ndio zenyewe, labda umejiongeza sasa, sio kule wewe unapeleka pabaya <laughs> a eh, kwa majina naitwa Rojamo Mr Vibe. Eh, vib popote pale Instagram, TikTok Rojamo Mr Vibe, paka YouTube, paka, yaani ni jina tu Rojamo Mr Vibe. Kwao nawaambia pia mashabiki zangu mtegemee vitu vizuri sote, na vile ambavyo ya kuchefunchefuana, maana kuna watu wengine utasikia <laughs> komenti ni nyingi sana. Yeah. Asante sana, ah, asante sana.